Hii e taifa letu la Kenya liko na mambo mengi, mambo mengi ambayo sio mazuri, na wakati nyingi sisi kama viongozi tukikutana, tunanyamaza tunakula. Mkiona viongozi hawaongei, viongozi hawapigani, chakula iko kwa mdomo, hawaongei <laughs> kwa sababu wanakula. Na nyinyi munafanya nini? <laughs> mimi nimesema, waje ni kuweko sauti ya mwananchi wa kawaida, ama namna gani? Kuna mambo ambayo imetufinya sisi, na viongozi wanaenda kukutana huko mbele, wanakuja pamoja. Mimi nilikuja hapa nikatafutia mwenzangu mwe, kiongozi wetu anaitwa Raila Odinga. Mimi ni mtu wa Azimio, kiongozi wangu ni Raila Amolo Odinga. Anaitwanga baba. Hey! Hey! Tunaelewana hapo? Hey! Sasa hao watu wengine wa Kenya kwanza watu waka, wakatushinda kura, wakawesema walitushinda. Maana rais alikuwa suoni, si ndio? Hey! Sisi tukakubali, tukakaa kwa upinzani au akakuwa ndani ya serikali. Hey! Ikafika mahali mambo yakakuwa mabaya, ushuru kaenda juu. Bei ya vyakula ikapanda kaenda juu, kila kitu ikapanda juu, vijana wakaenda kufanya maandamano. Senyewe mnajua hii maneno, hata hapa Kitale waliandamana. Sasa badana sisi kama upinzani tuweke pressure kwa presidenti Ruto afanye ile kazi alichaguliwa kufanya, kiongozi yetu ametoja pande, captain ameenda kwa timu ile na ndio striker nyewe. Mnakubali hii maneno kweli? Kama sisi wote tunaingia ndani ya serikali, serikali ikifinya mwananchi, nani nanatokea kwa niaba ya mwananchi? <laughs> ni mimi. Nimeambia naambia ndugu yangu Raila, ndugu yetu mkubwa, namwambia kwamba sisi kama upinzani sio kazi yetu kwenda kukuamua serikali kama iko kwa matope. Serikali ikiingia kwa matope, kazi ya upinzani ni kuongeza matope, ama namna gani? Maana sisi ni alternative government, uwezi kuingia kwa serikali huko. Hapana, hapana. Na kama wameamua kuingia kwa serikali waingie na miguu yote miwili, ama namna gani yeah? Wasikuwe pande hii tena pande hii hadi. Mchana wako na serikali wanakula vizuri, wanakula minofu, usiku wanalia na sisi ah. Nyinyi mtakubali kweli yeah? Mimi naomba viongozi wenzangu kwamba Kenya ni multi party democracy. Hii multi party ni kabla wakati na baada ya kura Sio tu wakati wa kura peke yake. Kimalizika hivi, mnaingia kwa serikali? Hapana, hapana, tunatakana kuwa nje, kuweka pressure kwa President Ruto na serikali yake, wafanyie wananchi kazi. Sasa watu wetu wameingia kwa serikali, mambo ndi imekuwa ata mbaya. Ingekuwa vizuri kama wale watu walipanga katiba ya Kenya ya kwamba tukuwe na serikali na tukuwe na upinzani. Ningependa kuuliza swali ile Mheshimiwa Ruto aliuliza siku nyingine, wakati Uhuru alishikana na Raila akauliza, ni serikali imeingia kwa upinzani ama ni upinzani imeingia kwa serikali? gani ndio gani inaitwa mongrel. Mnajua mongrel? mongrel ni umbwa ambayo ijulikani kama ni German Shepherd, kama ni Rottweiler, kama ni Bulldog. Mongrel kwa tunaitanga kulu Unajua, najua kulu ilnaa kulu. Kulu inaelewa lugha yote, ukiita na kikale inakuja, ukiita na kibukusu inakuja. German Shepherd naita na kizungu. Wakati President Ruto aliunda serikali it was a very strong government. Ikafika mahali maandamano ikaja kidogo, ile awazee ya sufuria haikutingika. Ile kitu ilikuja kutingiza serikali ilikuwa ni maandamano ya Gen Z, si ndiyo? na Gen Z walikuwa wanauliza ajira, employment, walikuwa wanauliza opportunities, walikuwa wanauliza mwisho wa ukabila, walikuwa wanasema they are tribeless, ama mimi nadanganya? Walikuwa wanasema mambo ya ushuru ishuke chini. Hakuna mahali Gen Z walisema kwamba viongozi washikane pamoja, upinzani ivunjike.